Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa madhara makubwa iliyopata Iran katika mashambulizi ya leo ya Israeli ni mashambulizi ya IDF katika kituo kikuu cha kurutubisha madini ya Iran cha Natas nchini Iran. Kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu juu ya mashambulizi katika kituo hicho, alisema tumepiga moyo unaodunda wa nyuklia ya Iran. Kituo cha Natas ndicho kilichotumiwa zaidi kuzalisha mafuta mengi zaidi ya nyuklia katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa Netanyahu, shughuli zilizokuwa zikifanyika katika kituo hicho zilikuwa zikipelekea haraka nchi ya Iran kuunda bomu la nyuklia. Hata na hivyo kituo kingine kikubwa zaidi cha nyuklia cha Irani ni Fordo ambacho ni ngumu kukishambulia, kwani kipo chini ya milima ya Iran. Hata na hivyo, sasa inahitaji siku, wiki, hata miezi kujibu maswali muhimu ya shambulio la Israel katika vituo vya nyuklia vya Iran. Je, Israel imerudisha nyuma kwa kiasi gani mpango wa nyuklia wa Iran? Je, ni kwa mwaka au miaka ili tuone matokeo ya shambulio hili la Israel? Je, shambulio hili litakuwa kama lile la miaka 15 iliyopita pale Israel na Marekani ilipovamia programu za mifumo ya Iran za kompyuta ambazo zilirudisha nyuma kasi ya Iran katika mipango yake ya nyuklia kwa kipindi cha miaka miwili tu. Ikumbukwe miaka 20 iliyopita Marekani na Israel zililenga kituo cha nyuklia cha Natanz kwa kufelisha programu za like kielektroniki ambazo wanasayansi wa, wa Iran walikuwa wakizihitaji kuundia silaha za nyuklia. Israel na Marekani wakati huo zikaunda operesheni ya ujasusi ya Olympic Sport chini ya Rais George Bush na baadaye operesheni hiyo kurithiwa na Rais Barack Obama hadi pale ilipokuja kugundulika. Baada ya kugundulika kwa operesheni hiyo Israel iliendelea kuiandama Iran na ikaanzisha njia nyingine ya kuwavizia na kuwaua wanasayansi wa nyuklia wa Iran. Operesheni hiyo ya uaua ya Israel kwa wanasayansi wa Iran ilidumu hadi mwaka 2015 pale Tehran na nchi nyingine zenye nguvu duniani zilipo saini makubaliano ya nyuklia ya JCPOA ya kupunguza urutubishaji wa madini ya Iran, na badala yake Iran iendelee kurutubisha kiwango kidogo tu kwa shughuli za nishati zisizotosha kuunda bomu la nyuklia, huku nazo nchi za magharibi zikitangaza kuiondolea vikwazo Iran. Baada ya makubaliano ya JCPOA, Marekani ilihisi kwa kiasi kikubwa Iran ilipunguza kurutubisha madini ya Uran, lakini hali ikabadilika mwaka 2018 baada ya Rais Donald Trump kuingia madarakani na kutangaza kujitoa katika makubaliano hayo, akitaja mpango wa JCPO kama janga kubwa zaidi. Baada ya Marekani kuvunja makubaliano hayo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Al Khamenei aliagiza uzalishaji wa madini ya Uran kuongezwa kwa kiwango kikubwa na kuanzishwa kwa vituo vingine vya nyuklia kando ya kile mama cha Natanz. Iran ikazidisha shughuli za urutubishaji wa Uran hadi asilimia 60 huku wataalamu kadhaa wa nchi za Magharibi wakiongeza kuwa Iran ilihitaji wiki chache tu kuongeza kiwango hicho hadi asilimia 90 ambayo hasa ndiyo inayotumika kuunda silaha za nyuklia. Ndani ya miezi miwili iliyopita, wakala wa nishati atomiki duniani ilifanya ukaguzi katika vinu vya nyuklia vya Iran na kutoa taarifa yake ikidai kuwa Iran ilikuwa ikipiga hatua za haraka katika kurutubisha madini ya Uran. Kauli za wakala huo zilitumiwa baadaye na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhalalisha mashambulizi ya Israel nchini Iran. Bado ni mapema mno kusema ni madhara gani hasa Israel imeyafanya katika kituo cha nyuklia cha Natanz. Je, wameweza kufikia kiini cha urutubishaji katika kituo hicho kilicho umbali mrefu chini ya ardhi na ambacho pia kimefunikwa na saruji iliyo madhubuti? Shabaha nyingine ya Israel katika mashambulizi yake ya leo inaonekana ni kupunguza nguvu katika uongozi wa jeshi la Iran, kwani tumeona namna ambavyo Israel imefanya mashambulizi katika kambi za jeshi na hata nyumba wanazoishi makamanda wakubwa wa jeshi la walizi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, jambo linaloonyesha dhahiri kuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa na nia ya kuua maafisa wa jeshi la Iran. Mpaka sasa Israeli itakuwa haijafanya kitu kama haijashambulia kituo cha nyuklia cha chini ya ardhi cha Fordow kinacholindwa mno na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati atomiki duniani Rafael Gross, ikiwa haujakipata kituo cha Fordow bado haujamaliza uwezo wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia. Jeshi la Marekani limenukuliwa mara kadhaa likisema kuwa Israel haina makombora yatakayolipuliwa na kuleta madhara kwa kituo cha nyuklia cha Fordow. Na ikiwa basi kituo cha nyuklia cha chini ya ardhi kilicho maili refu kabisa cha Fodo hakijalipuliwa katika uvamizi wa leo wa Israel, basi ni sawa kuunga mkono maneno ya Rafael Gross, mkurugenzi wa wakala wa nishati atomiki duniani, kuwa nyuklia ya Iran bado itaishi katika maisha mengi zaidi. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.